Mtazamaji, leo tupo chuo kikuu cha Iringa na tupo katika wiki ya kuelekea wiki ya uchaguzi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa. Nikuombe tu sikuongee na wanafunzi wa chuo cha Iringa waeleze, wanaelewa nini maana ya uongozi, nini maana ya kiongozi na ni sifa zipi ambazo kiongozi anatakiwa kuwa nazo na wao wamejiandaaje kwa ajili ya uchaguzi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa. Nikuombe tu kuwa pamoja nami, endelea kunifuatilia. Wiki ya uchaguzi wow! Kwa wa uh, kwanza kabisa, mimi nashukuru sana kulingana na uongozi <coughs> unavyokuwa unaachwa una, una uongozi uliopita na unakuja uongozi mwingine na tunapata nafasi kama hizi za kushauri uongozi unaokuja, uh, kwa mimi kwa sababu nipo mwaka wa tatu, uh, nilikuwa nashauri sana kuna vipengele mbalimbali ambavyo nashauri uongozi ambao unakuja uweze kufanya mambo yafuatayo. Mambo ya kwanza kabisa kuhusiana na kuhusiana na swala la wanafunzi kwenye ulipaji wa ada. Ina maana kwenye ulipaji wa ada tunaambiwa kuna kulipa ada semista kama nne, lakini ukija kuangalia mwisho wa siku tunakuja kwa, kwa mfano management ilivyokuja kubadilika saa hizi uongozi ulivyokuja kubadilika na maana, mwisho wa siku tumekuja kuletewa, tunaambiwa lazima umalize ada ndio uweze kusajiliwa au umalize ada uingie kwenye mtihani. Hiyo ni haki ya, ya, ya mwana, mwanafunzi kupewa masomo, kwa sababu kipindi cha kuelekea kwenye mtihani anajua kabisa kuwa lazima ada ayo amekamilisha. Lakini pili, uongozi unaokuja na, una na ushauri katika masuala ya kwa sisi kwa, kwa mimi nayesoma kozi ya utalii, ya utamaduni na utalii, na washauri waweze kuongeza ma, ma, masomo ya, ya, ya vitendo kwa sababu hapa tunasoma in theory, na saizi dunia inakoelekea watu wanataka practical kwa vitendo, na maana mwisho wa siku naweza nikatoka hapa nikaenda mtaani. Kwa mimi mwaka huu namaliza, nikienda mtaani na naenda kukutana na vitu ambavyo ni practical, lakini mimi hapa nimesoma theory. Mwisho wa siku nikirudi kule mtaani naanza kuambiwa labda eza sina experience sina nini, lakini hizo experience ningekuwa nafanya kwa vitendo na hisi ningepata experience ya kutosha sana. Hata nikiingizwa kwenye masuala ya kazi mtani, naweza, naweza kufanya kazi kwa ufasaha na nikaweza kuini bato ya, ya, ya, ya ajira kwa huko mtani, na hii naisema hivi kwa sababu nataka uongozi ambao unakuja waweze kutilia sana manani kuhusiana na hichi na hichi kitu, kwa sababu uongozi wa, uliopita walituahidi kwa mfano, walisema wataleta masomo ya Kifaransa kwa sisi ambao tunasoma tu guide. Lakini kwenye hiki chuo cha chuo kikuu cha Iringa tunasoma masomo ambayo aidha yanakuwa ya yana relate tu na, na utamaduni au na utalii, lakini hatusomi yale masomo ambayo tayari moja kwa moja yanaenda kutupa sisi kuwa kama tu guide, kwa mfano aidha Kifaransa, Kichina, ni masomo ambayo yanaweza kaongeza ujuzi kwa wanafunzi lakini tatu, mimi nilikuwa naomba uongozi unaokuja uongozi unaokuja una huu uweze kuongeza teknolojia na, maana tunavyozungumza teknolojia ni vitendea kazi. Hivi vitendea kazi aidha tunaweza tukasema kama kompyuta, laptop. Hizo laptop ambazo saizi University of Iringa tunaona ni madarasa mawili tu ambayo labda yana kompyuta, yana laptop lakini ukiangalia wingi wa wanafunzi uliopo hapa hapa hapa chuoni ni wanafunzi wengi sana, inamaana hata, hata ule mbadilishano wa kuweza kusoma inamaana unachukua mbadilishano kwa muda mrefu sana, na mnaweza mkawa mnasoma hiza kwenye teknolojia hizo ambazo kompyuta zingine hazifanyi kazi, zingine zinafanya kazi. Kwa hiyo tunaomba sana uongozi unao kuja kutilia manani, ili kuweza kusucess hizo teknolojia na kuzijua teknolojia for Efficient. Sawa lakini pia ulikuwa una ushauri gani kwa wanachuo kuelekea uchaguzi wa serikali? Ah, kwanza kabisa nilikuwa na washauri sisi wanachuo tunavyoelekea uchaguzi, twende tukamchague kiongozi ambaye ambaye nimetoka kuzitaja sifa zake hapo. Ina maana umchague kiongozi ambaye ni mwajibikaji, ni kiongozi ambaye somo la rushwa au anaikataa rushwa, kiongozi ambaye muwazi Ina maana tukiweza kumchagua kiongozi huyu ataweza kutusimamia vizuri bila woga, na kiongozi asiwe mwoga, kwa sababu kuna vitendo vingine, labda tunaweza tukamchagua kiongozi kwa serikali ya wanafunzi, lakini anakuwa under control na mamlaka ya chuo. Navozungumzia mamlaka ya chuo, au tunasema management ya chuo. Kwa hiyo tumchague kiongozi ambaye atasimamia haki anaweza na kuwaongoza kwa wanafunzi kwa uwajibikaji na hizo sifa zingine ambazo nimezitaja. Kwa hivyo tunaweza tukafanikiwa na chuo chetu kika, kikawa ni most university of Tanzania. Asante.